Tuna umoja, tunasubiria uchaguzi, na wale ambao wanapitapita kuhamasisha kwamba hakutakuwa na uchaguzi, tunawataka wasije Geita kwa sababu wana Geita na vijana wa Geita tumeamua kwa moyo mmoja kama katiba ya nchi yetu inavyotutaka kila baada ya miaka mitano kwenda kushiriki zoezi la uchaguzi. Tumejiandaa, tuko tayari kwa kushiriki uchaguzi. Lakini ndugu mgeni rasmi, Mama Samia amefanya kazi kubwa sana nchi inajua na dunia inajua, na hivi karibuni, wewe ni shahidi, amekuja rais na mmiliki wa timu ya Manchester kutoka Uingereza, amekuja kutambua jitihada kubwa zinazofanywa na mheshimiwa rais za kukuza utalii na maendeleo kwenye nchi yetu. Lakini cha ajabu, kuna muhuni mmoja kutoka Ikungi Singida, yeye hatambui kazi za mheshimiwa rais. Tunataka tumwambie huyo muhuni anayezunguka kutoka Ikungi aje tumtembeze kwenye miradi iliyoko kwenye maeneo yetu iliyotekelezwa na Dokta Samia Suluhu Hassan ili ajue jinsi gani rasmi sisi kwa umoja wetu kama Umoja wa Vijana na Chama cha Mapinduzi kwa ujumla chini ya mwenyekiti wetu baba yangu Nicolaus Kasendamila, na kuahidi naweka ahadi mbele ya wa Wanambogwe, mkoa wa Geita utakuwa wa kwanza Tanzania kwa wingi wa kula mtakazoipigia Chama cha Mapinduzi. Ondoka. Oh.